Ulimwengu umejiunga na waumini wa kanisa Katoliki kumwomboleza kiongozi wa kanisa hilo Papa Francis aliyefariki leo asubuhi akiwa na umri wa miaka 88. Kifo cha Papa Francis kilijiri siku moja baada ya kuongoza misa ya Jumapili ya Pasaka huko Vatican mwezi mmoja baada ya kuondoka hospitalini. Gatete Njoroge anatueleza kuhusu shughuli ya mwisho ya Papa Francis. Saa tatu na dakika 45 katika makao rasmi ya Papa Francis Casa Santa Marta huko Vatican. La morte del nostro santo padre Francesco. Kardinali Kevin Farrell akiandamana na viongozi wengine watatu wa kanisa Katoliki walitoa tangazo rasmi 7:35 de questa mattina. Kardinali Farrell akisema Papa Francis alifariki saa moja na dakika 35 asubuhi akiwa na umri wa miaka 88. Kifo cha ghafla cha Papa Francis kilijiri saa chache baada ya kuonekana katika ibada ya Jumapili ya Pasaka katika eneo la St Peter Square. Hapa alilakiwa na maelfu ya waumini waliomuona kwa karibu kwa mara ya kwanza tangu alipoondoka hospitalini mwezi mmoja uliopita baada ya kuugua homa ya mapafu. Papa Francis alipata fursa ya kuwabariki watoto walioletwa kwa gari lake. Baada ya ibada ya Jumapili, Papa Francis alikutana na makamu wa rais wa Marekani JD Vance, hii ikiwa ndiyo shughuli rasmi ya mwisho aliyojihusisha nayo kabla ya kifo chake. Ni kifo kilichotamausha ulimwengu mzima, viongozi kutoka kote wakijumuika kumwomboleza. Mfalme Charles ni miongoni mwa waliomuomboleza Papa Francis akisema atakumbukwa kwa ukarimu wake, umoja wa Wakristo na matendo bora kwa wote. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer akisema Papa Francis alitaka kuona dunia ya usawa kwa kila mmoja. Pope Francis' compassion embraced all humanity and and today he will be mourned by Catholics and non-Catholics alike. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemkumbuka Papa Francis kwa namna alivyoomba kupatikana kwa amani katika taifa lake. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance amemwomboleza akikumbuka mkutano wao saa chache kabla ya kifo chake. Si viongozi wa siasa tu bali pia viongozi wa kanisa Katoliki na waumini kote duniani walijumuika kumkumbuka kiongozi wa kanisa hilo. Unyenyekevu wake, mapenzi yake kwa wachochole, na wito wake wa amani ukiwafanya wengi kumkumbuka kama kielelezo kwa mabilioni ya watu. Kufuatia kufariki kwa Papa Francis, bendera huko Vatican zilipeperushwa nusu mlingoti huku mipango ya mazishi na shughuli za kuchagua atakayemrithi zikianza rasmi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.